Naitwa Hilda John Rupia, nilikuwa mwanafunzi wa chuo cha Tanga Mission School. Ninamshukuru Mungu, wakati nafika mahali hapa imani yangu ilikuwa chini sana, lakini baada ya kukaa na kujifunza kupitia masomo ya chuo cha Tanga Mission School imani yangu iliongezeka sana. Nilipoondoka nyumbani niliacha familia, mume na watoto. Uh, sikujua kama naweza kuishi mbali na familia lakini wakati niendelea kujifunza imani yangu baada ya kuongezeka, mtoto wangu niliyemwacha akiwa shuleni alifanya vizuri shuleni kuliko nilivyotarajia, akashika nafasi ya kwanza katika kata nzima. Na pia familia yangu ilikaa vizuri. Mume wangu, nilikuwa nahisi kwamba hayupo peke yake. Lakini pia kwa jinsi nilivyokuwa niendelea kuamini, Mungu amefanya kitu, na sasa anataja kurudi nyumbani. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu ametenda katika maisha yangu kwa kiwango kikubwa sana ambacho mwanzo sikutarajia kama itakuwa hivyo. Namshukuru Mungu ambaye ameleta katika chuo hiki kwa sababu ameweza kunitendea mambo makubwa. Lakini pia niliacha kanisa la Mungu pale chini ya viongozi wangu wa pale, nikawa pia, wakati nataka kuondoka, nilikuwa na hofu sana kuhusu kanisa la Bwana, ningebaki vipi? Lakini wakati nipo huku nilipokuwa nikiendelea kuamini Mungu alifanya jambo, kanisa la Mungu liliongezeka wakati niko huku. Mungu aliliongeza kanisa kwa kiwango kikubwa sana, likazidi kuongezeka na kukua kiroho pia. Na katika ongezeko ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, lakini sikufahamu kama ingewezekana, lakini imeweza. Namtukuza Mungu sana kupitia chuo hiki, Mungu ameonekana sana katika hili.